Baada ya gharika kuu na kizazi cha Nuhu kuokoka dunia ilianza kujaa tena watu. Biblia inasema, na dunia yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Wanadamu walikuwa wamoja, wakizungumza lugha moja, wakielewana, hali ambayo kwa nje ilionekana kuwa ya amani na maendeleo. Walipohama kutoka mashariki, walifika katika nchi tambarare ya Shinari na wakaamua kukaa huko. Lakini mioyoni mwao lengo halikuwa kumtukuza Mungu bali kujikuza wao wenyewe. Biblia inasema, Haya, na tujijengee mji na mnara ambao kilele chake kifike mbinguni. Tujifanyie jina. Haikuwa tu ujenzi wa mnara wa kawaida bali ilikuwa dhihirisho la kiburi, majivuno na roho ya kujitegemea bila Mungu. Walitaka kuacha alama. Si kwa ajili ya Mungu bali kwa ajili ya utukufu wao wenyewe. Walichanganya udongo na maji wakatengeneza tofali badala ya mawe na kutumia lami badala ya chokaa. Mungu ambaye huona yote hakupendezwa, aliona mwisho wa mwenendo wao. Biblia inasema, Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Bwana Mungu akashuka na kuchanganya lugha zao hata wasielewane tena. Biblia inasema, na tushuke huko na tuwachafulie usemi wao, wasisikilizane maneno wao kwa wao. Mungu hakutuma radi wala gharika, bali lugha mpya za mchanganyiko Watu waliokuwa wakielewana ghafla wakajikuta hawasikilizani. Kazi ikavurugika, mradi ukasimama, umoja ukavunjika, na ujenzi wa mji wa Babeli uliishia hapo. Biblia inasema, kwa hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana huko ndiko Bwana alipoichafua lugha wa dunia yote. Kutoka pale watu walitawanyika juu ya uso wa dunia yote, kila kabila na lugha yake. Kitu walichokikwepa ndicho Mungu alikitimiza, nacho ni kusambaza wanadamu duniani kote, kama alivyokusudia tangu mwanzo. Hadithi ya mnara wa Babeli si hadithi tu ya kale, bali ni onyo la sasa. Ni simulizi ya kile kinachotokea pale mwanadamu anapojifanya kuwa Mungu, pale tunapojenga mafanikio bila kumshirikisha muumba wetu. Leo bado tunajenga minara ya Babeli kama miradi, ndoto na maendeleo. Lakini je, ni kwa utukufu wetu au wa Mungu? Mungu hapingi maendeleo, lakini anapinga kiburi, majivuno na uasi. Je, ni mnara gani unaojenga maishani mwako? Je, lugha ya moyo wako inaelewana na ya Mungu? Tuambie kwenye komenti, ni funzo gani limekugusa zaidi kutoka hadithi hii ya Babeli. Like video hii kama imekuinua kiroho, na pia usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Biblia Takatifu Kiswahili kwa hadithi zaidi zenye mafunzo ya kina kutoka Biblia. Mpaka tukutane tena, mjengee Mungu kwanza, naye atajenga ndoto zako. Ubarikiwe sana.